Hii idara ya heka heka ndiyo ambayo imeweza kutukutanisha leo hii mm. idara idara nne, naweza nikasema ndio maana yake Dr. Kuganda Sheikh Sharif, huko mko nacho nyinyi wenyewe. Na jana bwana, naombea wangu nilijaribu kupita polisi, siku, kawa mawili matatu mm, chochote ambacho labda angeweza kuzungumza kuhusiana na swala lili lope, lililopelekea yeye la kufungia mtoto wa watu chumbani kwake. Ah, yule alomfungia mtoto wa watu, yani kajifungia naye. Ndio. Tushamkumbuka. Eh, nimeshamkumbuka. Tukakosa majibu kabisa. Mtoto anacheza akamchukua ile mtoto akamfungia chumbani kwake, uh -huh. Mwenyewe mpaka mtoto akaanza kulia. E, mtoto kalia. Na yule dada ulikuwa hujampata siku ile? Kwa, kwa sijampata. Mpata. Mtoto kalia pale, e, majirani wameenda, mama mtoto kaenda, mfungulie mwanangu, yule bidada akawa hafungui. Fungua, hafungui. Mpaka aliposikia kwamba anaenda kuitwa mjumbe. Ndo akafanya kama kumtoa mtoto huyo kidogo mlangoni. Mume kurudi anamuuliza, wewe mtoto wa watu ulijifungia naye ndani, ulikuwa unafanya naye nini? Shida yako ilikuwa nini? Hasemi. Kapigwa na mumewe, hakusema. Apelekwa serikali ya mtaa, hakusema. Mpaka kapelekwa polisi, akawekwa ndani, hasema. Ndo nimepita jana, umemwoji sikumkuta, bahati mbaya. Kumbe tangu ametoka polisi pale hajarudi tena. Na ninavyosikia na mume ndo washatengana tena. Kwa hiyo majibu yametoka majibu ya, ya kumfungia mtoto wako chumbani sababu ni nini? Akajitetea, akajitetea mwenyewe akamwambia mama yake mtoto eti wakati mwingine anakuwaga hana akili, yeye mwenyewe lakini ndo anasema, eh. mm. Wakati mwingine mimi nakuwaga, yani sijielewi, yani sina akili, akili yangu inaondoka. Kwa hiyo akili mume anasema mimi mwanamke nimetangu nimeanza kuishi naye sijawahi kujua kama huyu sio mzima. Mwenye nyumba anasema mwaka wa tatu wamepanga kwenye nyumba. Mimi sijawahi kujua kama kumbe anaishi na mtu ambaye hana akili. Yeye anajijua mwenyewe kama yeye mgonjwa. Nikafika pale nikazungumza na mama mtoto kutaka, mm, kujua mambo alikuwa vipi. Tumsikilize. Jumatatu alitoka kwa dhamana, walimdhamini, akamtoka nje ataka daa Kigamboni kwa mama yake. Ah, hapa hajarudi. Sasa leo hajarudi kwa sababu mjumbe alisema kwa tukio lolofanya, hawezi akakubali akaendelea kukaa kwenye mtaa wake. Kwa hiyo anaweza akachukua akafanya tukio kubwa zaidi ya hilo. Kwa hiyo alimhamisha alisema, kama ata, kama wataendelea kuishi hapa, ataongea na mwenye nyumba ili amfanyie mpango wa hame, hapa hamtaki umtaani umta, kwetu hapa hamtaki e, kwa hiyo mpaka leo hajarudi hapa. Mume wake yupo, mume wake atakuwa, mume wake bado yupo hapo, lakini mke wake ndio hajaruhusiwa kurudi hapa, mm -hmm. Wametengana. Sasa kujitengana sijui lakini mwenye nyumba sasa ameshaondoa hawezi kuingilia, alisema anahamisha hataki kuona. Sasa mmeka alomba alazi kwa tukio alilofanya. Kwa hiyo alisema kwa sababu yule hajafunga naye ndio anaishi naye tu. Kwa hiyo alisema hataki aendelee kuishi naye hapo wala hawezi kudina, kurudiana naye alisema hawezi. Lakini mwenye nyumba alisema ameshaondoa hawezi kuingilia. Yeye alisema anahamisha. Asha hapa notes waame. Ila mwana anaendeleaje? Ah, mwanangu anaendelea vizuri na kushukuru Mungu. Ha wala, ah, wala hana neno. Eh, hana neno. Eh, eh. Na kitu kingine, polisi huko alipo, wakati ndo katika mahojiano mahojiano, akaomba radhi sasa. Leo uliuliza kwamba amekubali na nini, akaomba tu radhi pale polisi. Mm -hmm. Alikiri na aliomba msamaha kwa kitendo alichokifanya. Mm -hmm. Lakini hajaelezea kiundani alikuwa anamfanya nini, lakini mm -hmm. aliomba msamaha E, alisema tu alipitiwa hana akili, kwa alipitiwa akataka alazi tumsamehe, lakini wenyewe akasema watamwangalia mtoto ndani ya miezi mitatu, kama kit, kitendo chote kitakachomtokea mm. wenyewe atakuwa chini ya uangalizi wao ndugu zake. Ndo alivyoongea hivyo. Lakini hivi, majirani wao wanasemaje hivi? Ah, majirani, ndo hivyo alisikitika kitendo hicho kitakachotokea mtani kwetu. Wao wanahisi labda ni labda ni Ah, sasa wengine wanahisi mambo ya kishirikina, simbi yake alikuwa anahisi mambo ya kishirikina. Lakini sasa sisi hatujafikiria huko sana. Mimi nilihisi mambo ya kishirikina tu. Eh, yani kwa sababu uweze kumfungia mtoto mpaka anafikia tu anapimwa afu mna kitu. Hapo unahisi vipi yani? Eh, na kama utahisi kwamba kafanywa labda mambo ya kishirikina. Mm. Au alikuwa anamchezea tofauti ya baka tu na wachawi, tusijue sisi. Na haujamwona tena? Ah, sijamwona tena mpaka leo. Alikuwa shogaza tu? Ah, sisi bado ana shogaza mchai kama yule

tatizo lolote, yaani kitu chochote kile kitachotokea cha yaani cha maajabu maajabu, watakuwa chini ya uangalizi wao. Lakini polisi walikataa kuandikiana mambo hayo, walisema wenyewe hawafanyi kazi ya kuandikishana, kama tunataka tuende mahakamani, lakini kama hatuja hatuhitaji hatu, hatu, hayo, twende kuongelea kwa mjumbe, kwa sababu arasemaje? Kwa mjumbe, e, kwa mjumbe si ndio hivyo. Alikiri, alikuwa anaomba msamaha na alia kweli, anasema yaani yeye, kuna kipindi waga anachanganyikiwa, akili zake haziko vizuri

asemi ukweli, kila kikuliza wanambiwa oo oh, mimi sijafanya hivyo mimi mchukua kwa nia nzuri, mchukua kwa nia nzuri, mtuwa mwezo mfungi ndani na uhusu ai ndio. Hm. Hivyo dada, umesikia maneno mm, hayo? Ai, uhusu kumchukua mtoto wa mtu kumfungia ndani alafu kusema kama hivyo kwa si kumpata? Yani nilikuwa nimeenda pale nikajua labda nitakuta, najua tu nilikuwa nahisi kwamba ameshatoka polisi, yupo nyumbani mm, bwana mm, hayupo ame amesha na makazi kabisa Mm eh, ameenda zake uko kwao. Sawa, so, Mwalimu Milanzi ametuma message anasema anaungana na Musa Huseni kabisa kabisa. Hivi kwa nini jamhuri haiamini uchawi? Mm. mm -hmm. Wala ushirikina mm -hmm. Na vitu viko wazi kabisa. Mwalimu Milanzi inamuuma kweli kweli mpaka akatuma message. Ah, mm -hmm. Uh, heri ndereva bajaji kutoka Masasi anakuambia Musa Huseni niko upande wako. Ukiwa wananchi tunatambua uwepo wa uchawi. Serikali iliangalie kwa jicho la tatu swala hili. Kwa nini? Zipatazo zake mandeka nane kabla ya kufika saa saba kamili utakuwa mwisho wetu, na kuwakaribisha XSL team mpaka kumi kamili za jioni ya leo. Leo ni tarehe nne mwezi wa nne siku ya juma nne, okay, <laughs> Mimi naitwa Geah Habib. Mimi naitwa Joseman. Musa Hussein. Yeah. Ah so shekhe. Maalim, maalima basi. Au huyu engineer Kamati. Au doctor. Ah, Mimi maalim Musa lakini <laughs> kwa upande wote katika haya manne, shekhe, doctor au maalim.